Je, ni kweli wewe uko ndani ya Kristo? Au ukimtazama jamaa yako hapo au mwenzako, rafiki yako, sijui nani hapo. Ni kweli yuko ndani ya Yesu Kristo? Na mpendwa, mtu aliye ndani ya Yesu Kristo ni mtu wa namna gani? Mtu ambaye anasema mimi niko ndani ya Yesu Kristo ni mtu wa namna gani? Maana siku tulizo nazo watu wengi wanasema a, mimi nimeokoka, a, namjua Yesu. Na ukiangalia au ukichunguza kwa asilimia kubwa, utatambua kwamba watu hawa wanajidanganya tu a, kwamba wameokoka kwa sababu wanaenda kanisani, wanatoa sadaka wanatoa matoleo mengine wana wanajihusisha na, uh, na shughuli nyingine au na kazi zingine katika ufalme wa Mungu. Wengi ndio wana wanajaribu kutuhakikishia kwamba uh, wan, wako ndani ya Yesu yani wamesha kuwa uh, wa Yesu, au labda wanaimba wengine tu, kwa kuwa labda wanahubiri neno lakini sasa, mimi nakuuliza wewe, unavyojitazama wewe, ukijichunguza mwenyewe, unaona kweli kama wewe ni wa Yesu? Unakaa uko ndani ya Yesu Kristo? Umempokea Yesu? Ulishakwisha kumpokea Yesu? Yaani ujichunguze wewe mwenye. Nataka niongee na wewe unayenitazama, wewe unayenisikiliza katika siku ya leo. Unajua siku tulizo nazo, watu wengi hawawezi kujua kwamba kweli akuwa ndani ya Yesu. Maana yake ni nini? au utajuaje, uta, watu watatambuaje kama wewe uko ndani ya Yesu Kristo? Maana mpendwa, mpendowa a, wengi wanaongea ongea tu ni maneno, lakini sasa, ukiona au ukitazama ukiyachunguza maisha yao, utaona wazi kwamba ni watu walio katika dini na sio watu ambao ni wa Yesu au walio ndani ya Yesu Kristo. Ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo wa Nazareti ha, popote pale mpendwa ulipo, ninapenda nichukue nafasi kukaribisha kuweza kuungana nami katika siku ya leo ninapokuletea habari njema za ufalme wa Mungu. Mpendwa, ufalme wa Mungu umekaribia, Yesu anarudi. Siku na saa hakuna aijuae. Kwa hiyo wewe, kama umzima katika siku ya leo kama unapumua katika siku ya leo, mtukuze Bwana o, mwambie Yesu asante, o, asante Yesu kwa kuna maajabu nayonitendea. Au naweza kuwa hata ujisikii vizuri, lakini mtukuze Yesu, mwambie asante Yesu, mwambie asante Yesu kwa neema yako, asante kwa kazi uliyoifanya pale msalabani. Haleluya, pale Karuvari aliposema imekwisha pale Karuvari Yesu aliposema imekwisha, mpendwa, na ushindi ule ukapate kutembea ndani ya ushindi ule. Oh, haleluya! Utukufu ule aliokuwa nao wakati amefufuka mpendwa, ukapate kutembea ndani ya utukufu ule. Haleluya! Na usiishi maisha ya hovyo, maisha ya kujikatia tamaa, maisha ya kuona kwamba hakuna kesho yako. Pendwa, anayejua kesho yako na kesho yangu ni Yesu huyu tunayemhubiri kwako bwana mabwana, mfalme wa falme, wewe usiogope mpendwa, aijarishi unapitia hali gani, mapicho ya namna gani, nakwambia Yesu anawezi. Nawezekana ni magonjwa, na ndio maana imesema mpendwa, kama wewe unapumua, hauhitaji mashine, hauhitaji mitambo ya namna yoyote, auko hospitalini, ako kwenye kitanda maututi hospitalini, mpendwa, mtukuze Yesu ma, nawezekana hata mambo ni magumu, maisha ni magumu, sijui nini unapitia, lakini wewe kama ni mzima mtukuze Yesu, mwambie asante Yesu. Una sababu ya kila namna ya kumtukuza na kumshukuru Yesu. Sio mpaka uende kanisani, asio mpaka upeleke matoleo uweke mule, kwamba ukifanya vile ndio Mungu ataona kwamba umemshukuru vya kutosha. Hapana, anataka kuona wale wanaomwabudu katika kweli na katika Roho. Pendwa, sio vile vya kuwaonyesha watu tu, wakiakiamuda washukurani jamaa, lazima wekela wengine, mnaweka tu kwako yaani kwa kuwa imeshakuwa ni mazoea mazoea. Mpendwa, sasa tunaishi katika wakati huu ambao ni wakati hatari sana, wakati wa nyakati za mwisho. Mambo ni mengi uh, watu wengi wamepotea, watu wengi hawajampokea Yesu, wanajidanganya wenyewe eti kwa kuwa uh, wao wameshapatizwa wakapewa na cheti cha ubatizo, wana, wana hata cheti cha wanachama wa dhehebu ra au dini fulani dini lile au dini hii hapa, ah mambo kama haya ndio watu wengi wanaamini kwamba wameokoka, wamempokea Yesu. Lakini hapa tunataka kujua mtu ambaye, haleluya, ayuko ndani ya Yesu Kristo, yani yule ambaye alishampa maisha yake Yesu, akamkabidhi, akamwambia, tawala Bwana, tawala, chukua maisha yangu, ninakukabidhi wewe. Ni mtu wa namna gani? Maana mpendwa, ndio ujumbe ambao nakuletea katika siku ya leo, nasema utu upya, hatofauti kati ya mtu aliye na asiye ndani ya Kristo ah, wana tofauti gani? Maana unaweza kuwa ndani ya kanisa lakini ukakuta wewe hauko ndani ya Yesu Kristo. Unaweza kuwa ni mtoaji mkubwa wa sadaka lakini wewe ukakuta hauko ndani ya Yesu Kristo. Unaweza kuwa wewe ni mwimbaji ukakuta lakini bado wewe hauko ndani ya Yesu Kristo. Unaweza kuwa wewe ni mhubiri, unaweza kuwa wewe ni, ni mchungaji, unaweza kuwa ni askofu, unaweza kuwa ni padri, unaweza kuwa ni nani, mpendwa, wa mtu wa dini, lakini wewe sio wa Yesu Kristo. Unaweza kujikuta wewe ni mtu maarufu sana, umeimba nyimbo nyingi sana, paka umeweza kuweka midundo na midundiko mpaka unasema una hakuna midundiko ya shetani, midundo ya, sheta, ya shetani sijui nini. Uh, rithmu za shetani na za Mungu, sijui nini, we wewe ukakuta wewe. Uh, ni mtu unayetafuta maslahi yako tu, na sio mtumishi wa kweli wa Mungu. Na ndio maana mpendo wa siku ya leo, ujumbe huu unaokufikia unakusaidia wewe upate kujichunguza. Naongea na, na mtu hapa, naongea na wewe wee, usianze kukodoa macho na kuangalia. Unaweza kufikiria au fulani oh, kweli fulani, anza na wewe kwanza, kabla hujaanza kuwatazama. Unajua, usije usi, usi kutoa kiji Uh, uchafu ambao uko ndani ya jicho la mwenzako, na kumbe ndani yako mpendwa, kuna uh, vitu ambavyo vinakufanya wewe usone vizuri. Kwa hiyo anza kutengeneza na kwako kwa hapa alafu ndio utaona utaweza kutoa kwenye jicho la mwenzako Haleluya. Kwa hiyo ndio maana maandiko matakatifu yanakuambia kwamba neno la Mungu mpendwa, uh, ni kali kuliko uh, upanga wowote wenye uh, makali kuwili maana ina, yani neno la Mungu inakata huko na huko yani inakujia wewe na mimi huko. Ha, hii ndio, ne maandiko, neno la Mungu mpendwa. Sasa wewe mpendwa hapo ulipo kweli ulipo kwe. Wewe, wewe uko ndani ya Yesu Kristo, awe ni mtu wa dini, awe ni mtu ambaye unasema una umeokoka lakini abado matendo yako hayamtukuzi Yesu Kristo. Atusome maandiko matakatifu tujue maana yako ya kuwa ndani ya Yesu Kristo, yaani ile ya kusema mimi nampokea Yesu leo leo, ninakubali kumpokea na kumkabidhi Yesu maisha. Nini kinatakiwa kitokee, watu waone nini katika maisha yako? Maana hapa ndipo kuna, ah, kuna tatizo na shida katika maisha ya waumini wengi. Waenda makanisani wengi wanatabika hapa, na ndio maana wengi waenda makanisani wengi hawajaokoka, hawako yani ni wewe, wewe sio Mkristo ni wa, ujue kuna ukristo wa feki na vivyo hivyo kuna Wakristo ambao ni feki. Sasa wewe ni mkristo feki? Ninakwambia acha tusome maandiko matakatifu, ndipo na wewe utajichunguza wewe mwenyewe. Usiseme kwamba ni maneno yangu mimi mwenyewe. Atusome katika kitabu cha Wakorinto hapa, Wakorinto wa pili a, Wakorinto wa pili a, sura ile ya tano. Atusome mstari wa kumi na saba Pendo wa maandiko matakatifu, yanasema ya hivi. Ninasoma katika jina la Yesu Kristo, maandiko yanasema hivi: kwa hiyo mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Hapa ndo kuna shida. Ndipo shida ya walokole wengi, waumini wengi, waenda makanisani wengi. Hapa ndo kuna tatizo, hapa ndipo kuna shida. Wapendwa, wewe unasema umeokoka, unamjua Yesu, bado wewe ni maraya, wewe ndo mmbea, wewe ndo mchonganishi, wewe we ni mchawi. Yaani kwa lugha fupi tu ni kwamba watu wanasema wameokoka, lakini ile mienendo, tabia maisha ya zamani bado unayaishi katika wokovu wetu, na unadhani kwamba umeokoka. Pendwa, hauna wokovu wowote, wewe hauko ndani ya Yesu, uko ndani ya dini. Na ninyi watu wa dini, kemeeni dhambi, watu waache dhambi, waishi maisha matakatifu, maisha ya haki, mpendwa, maisha ya haki. Maana hapa neno la Mungu imesema awazi kabisa, ikasema kwamba kwa hiyo Um, kama mtu akiwa ndani ya Yesu Kristo, yani kama wako ndani ya Yesu, lazima tuone kiumbe kipya, yani tuone mtu mpya, yani mtu ambaye matendo yako ni mapya, yani umebadilika kabisa. Yale ya zamani yote yamepotelea huko, umemwachia shetani vi, uh, uh, vifurushi vyake vyote. Umesema shetani, enough is enough, chukua vya kwako vyote Hakuna tena sasa. We bado nafanya umaraya, wee unatafuta kuwaangusha hata watumishi wa Mungu. Hey, mtumishi habari, hey, sijui nini wewe, maraya unatoa wapi? Yaani unaenda tu kwa njia mbaya kabisa, unafahamu. Mtumishi mwenyewe hajui tu, anaona wewe ndio akila. Mnataka yale hamtaki kubadilika, na warokole wengi ninyi ni wapagani. Wewe mwenyewe ndio unajijua. Jifanyie tathmini mwenyewe, jifanyie uchunguzi, ujifanyie research we mwenyewe, utafiti wa maisha yako, tangia ile siku iposema inampokea Yesu Yesu Kristo, ninamkabidhi maisha yangu. Yesu Kristo wa Nazareti, sio Yesu Kristo wa Tongareri, sijui Yesu Kristo wa Kenya. Nasema Yesu Kristo wa Nazareti, mwokozi wa ulimwengu, mkombozi wetu, yeye aliyetuletea uokovu aliyeenda msalabani aliyesulubiwa msalabani akafa akazikwa na siku ya tatu akafufuka, na saa hii yuko mbinguni ameketi kuume kwa Baba, akikuwakilisha wewe na mimi pale yule mwovu Shetani anapotushitaki ona jamaa ametenda ile dhambi, ona nikwambia, yule anasema hapana, ho nilishamnunua yule, ho nilishalipa gharama, ho damu yake Yesu Kristo inatuosha na kutusafisha. Kwa hiyo mpendwa asili ah, iliyopo ni kwenye maisha ni kwamba akutenda ah, dhambi. Mpendwa, hakuna mwanadamu aliyekamilika duniani. Unakosea hata mengine hata we mwenye afahamu, isipokuwa ah, tu watu wanaangalia madhambi mengine wanasema hii dhambi ndio kubwa sana. Oh, hii dhambi ndio itakupeleka motoni. Pendwa, dhambi mnazotenda tunazotenda ni nyingi ah, lakini kizuri ni kwamba oh, unapokumbuka aliyoyatenda, na ndio maana unapoomba siku zote. Huwezi kuomba mpendwa ukaenda mbele za Mungu. Hujaomba msamaha huo ni huo ni huo ni upagano uliopindukia. Lazima kwanza ujitakase useme: Baba, najua nimetenda dhambi, wewe na kuna zenye nakumbuka unazisema, kuna zingine ambazo sikumbuke. Watu wengine wanasema wewe, oh, watu wasemaje? Uzikumbuke wewe, unakumbuka watu leo tena siku nzima. Mpendwa, kuna mengi yalikuwa ni mawazo tu, mawazo mpendwa. <laughs> na hili kawa ni dhambi, japo hujatenda wewe, lazima ujisafishe mbele zake, mwambie Baba nisamehe O oh, nitakase dhambi ambazo nimetenda nazokumbuka nisizokumbuka, na ambazo nitenda kwa kusudia, ambazo sikukusudia, akutakase. Tatizo ninyi mnatenda dhambi alafu mnaficha, mnakaa nazo, na ndio maana unajikuta mwisho wa siku ume, unasema umeokoka, lakini wewe ume, umekaa ndani ya dini, mtu wa dini, hauko ndani ya Yesu Kristo kwa sababu unayaishi maisha yale yale ya zamani, hujabadilika. No mpendwa kwa hiyo ndio maana neno la Mungu limesema kwamba yeyote anayesema yuko ndani ya Yesu Kristo, pendwa, anasema, anasema wazi hapa, anasema wazi hapa haleluya, anasema amekuwa kiumbe kipya. Je, wewe ni kiumbe kipya au wewe ni yule yule wa zamani wa mwaka sabini, wa mwaka tisini na tano wa mwaka elfu mbili umebadilika kweli mpendwa? Ah, maana wengi simependa kusema ah, usini hukumu, si hukumu kitabu kwa kuangalia nje. Bado Yesu haangalie muonekano wa nje wewe. Achane ujinga kama huo. Huo ni ushetani uliopindukia kutafakari kutafa, kutafa au ah, kutafisiri maandiko matakatifu ah, anatumia hekima za kidunia ambazo ni za kishetani, usomi mwingi, ujuzi mwingi siku hizi ni za nyakati za mwisho. Kwa hiyo mpendwa, amesema ah, ah, haleluya ukiwa ndani yes ki ya Yesu Kristo umekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, yani yameisha, yani hauwezi kuonekana katika ile hali yako ya zamani, lazima yote yafanyike kuwa mapya mapya, yamesema yaka yote yote yote pando. Tusome pia katika a tusome katika Warumi hapa a Warumi tusome Warumi Awarumi kumi na tatu hapa awarumi kumi na tatu hapa, atusome mstari wa kumi na nne bali kwa matakatifu yanasema hivi: bali jivikeni Bwana Yesu Kristo, wala msifikiri jinsi mtakavyotimiza tamaa za miili yenu yenye asili ya dhambi. Wayo miili yenu ina asili ya dhambi. Kwa kuwa miili yetu ina asili ya dhambi amesema, mpendwa. Sasa utakachokifanya wewe, anasema jivikeni. Haleluya, ajivikeni Bwana Yesu Kristo. Je, umemuvaa Yesu? Ninakuuliza, umemuvaa Yesu Kristo au umevaa dini? Umevaa sadaka? Wewe unadhani kwamba kikumi chako ndio kinakupeleka mbinguni? Pedro amesema yani tumuvae Yesu Kristo. Ala yani napenda ujumbe huu. Anasema kumuvaa Yesu Kristo. Hivi sijui kama Kiswahili. Ah, Kiswahili ni chepesi sana kuelewa. Yani umuvae kama vile unavyovaa nguo. Yaani ukivaa nguo wanaona nguo ile. Unaona? Wewe oh, wako muvaa Yesu. Unataka watu waone nini? Kama umemvaa Yesu, unataka watu waone nini? Wewe ukivaa nguo kwa mfano hii ni umevaa hii nguo. Unaona kabisa kwamba ndani kuna nguo nyeusi, na hii ya nje hapa unaona kabisa, sijui ni rangi gani, wewe utajua kwa Kiswahili <laughs> lakini mpendwa, unaona kabisa nimevaa hii nguo. Huwezi ukabadilisha kusema nimevaa anguo ya kijani hapa, unaona nguo kabisa ambayo nimevaa. Kwa hiyo wewe kama umemvaa Yesu Kristo, watu waone nini? Wewe kama uko ndani ya Yesu <laughs> waone nini? Mpendwa watu, mbona watu na, yani mahubiri tumeanza kuyafanya kwamba ni vitu vya ku complicate tumia falsafa sijui nini yani, mpaka mtu uwe madigri, na madigrii na ndio maana hata shetani ameingia kupitia serikali zimeanza kuweka msimamo kwamba watu kuhubiri neno lazima wa, wawe na elimu kadhaa fulani labda kwanza lazima unatakiwa hata wa na la elimu ya dunia labda umemaliza ume chuo au chuo kikuu au labda kama huna elimu ya dunia lazima uwe na elimu ya theolojia. Huyu ni Shetani, anaweza kuingilia mambo ya Mungu mfumo wa dunia. Sasa anasema amuvaeni. Haya siyo maneno yangu, ni maandiko matakatifu. Nimesoma katika Warumi kumi na tatu ule mstari wa kumi na nne. Hapa ndio nimesema, amesema bali jivikeni, yani jivike Uh, ume, yani kwa Kiingereza wamesema clothe yourselves with the Lord Jesus Christ. Kwa hiyo Yesu Kristo mpendwa, sasa watu waone nani, waone nini wanapokutazama kama amemvaa Yesu. Ni directly, yani wa, itakiwa wamuone Yesu moja kwa moja. Haya mambo mengine ya kupitisha huku lelele, excuses yani za kila namna, hapana, ni upagani ni kwa sababu hamjaokoka wapendwa, kwa tuokoke. Kwa hiyo tuokoke, kwewe umejivika, ume Yesu Kristo, umemuvaa Yesu Kristo mpendwa. Ajivikeni, wamesema kloh hapa, amesema jivikeni, amvaa Yesu Kristo ka kama nataka useme hivyo. Wewe watu wakikuangalia, wanamwona Yesu. Wengi wenu mmevaa tamaa zenu, wapendwa, mmevaa amejivika hizo uh, hiyo miili yenu yenye asili ya dhambi, na ndio maana naona mambo ya Mungu kila siku napinga mtu anayekemea dhambi. Siku hizi watu hawasikilizi injili kama hizi tunazozihubiri za kukemea dhambi. Kwa nini? Wana, wame, wanawahubiria injili za kidunia, za duniani hapa, wakiwaonyesha mafanikio, kubarikiwa maji ya upako, mafuta ya upako, awa, wengine wawagawie pesa na nini pesa mpendo zpeleki mbinguni. Hakuna pesa inaweza kusovia matatizo yote ya duniani. Kwa nini? Kuna tatizo moja ambalo pesa haiwezi kusovu au kutatua, tatizo hilo ni kifo. Yaani ta, anayetatua tatizo hilo ni Yesu Kristo peke yake. Uende kwa manabii wakupe pesa kiasi gani, unaenda kuko, unakula zinaisha na, na, na shida, kama hauna hata akili ya kuzitumia hizo pesa, utaenda ziishi. Na kwa kuwa hao manabii wenu na mitume zenu hawa ni watu wa kishetani wa kutoka kuzimu. Akikupa hayo, hayo mambo, anakuwa amekuunganisha moja kwa moja na madhabahu ya kishetani, na ndio maana naona vifo vinaanza kutokea kwenye familia zenu, mambo ya ajabu ajabu, ama ruerue ya kila namna ambayo ilikuwa hauyaone. Wapendwa, hatuchague kuokoka, tuchague kumfuata Yesu Kristo wa Nazareti anakukaa ndani yake na sio ndani ya dini. atuende kusoma pia katika katika kitabu cha Waefeso hapa Waefeso sura ya nne, atutasoma kuanzia mstari wa atuanzie mstari wa, wa ishirini. Maandiko matakatifu yanasema hivi: lakini ninyi hivyo sivyo mlivyojifunza Kristo, kama hivyo ndivyo ilivyo ninyi, mumemsikia tena, mumefundishwa naye vile kweli ilivyo katika Yesu mulifundishwa kuuvua mwenendo wenu wa zamani, utu wenu wa kale ulioharibiwa na tamaa zake za udanganyifu, ili mufanywe upya roho na nia zenu, mukajivike utu upya na utu upya u mpelua ani Yesu Kristo mwenyewe. Anasema mkajivike utu upya ulioumbwa sawasawa na mfano wa Mungu ka, katika haki yote na utakatifu wote. Kwa hiyo upya huu wa maisha, upya wa uzima unaopokea pale unaposema umempokea Yesu Kristo mpendwa, anasema kwamba ni upya ulioumbwa sawasawa ana na mfano wa Mungu, yaani upya wa uzima. Haleluya! yaani wewe na mimi tujivike upya wa uzima, pendwa, upya wa uzima ulioumwa sawasawa na mfano wa Mungu katika nini? Amesema hapa a, katika haki yote na utakatifu. Na ndio maana naambia siku zote ishini maisha matakatifu, wapendwa. Iweni watu wenye haki, amesema mpendwa, inakuwa sawasawa sawa na mfano wa Mungu, yaani Mungu mwenyewe utupya, ambao unaopokea ukimpokea Yesu Kristo. Sasa ninakuuliza, kweli wewe, wewe unaopya wa uzima ambao umeumbwa sawasawa na mfano wa Mungu katika haki yote na utakatifu eh. Mnakuwa mnafanya mnakuwa mnajitetea wenyewe, anajitetea kwa hili na lile, usinihukumu kwa nje, usinifanyeje. Haya ni maandiko matakatifu. Na hapa wengi, ndo Wakristo wengi waumini wengi waenda makanisani wengi watu wa, ma wa dini wameshindwa, na hiki ndoo, mpendwa, kimewashinda watu wengi kufanya kwenye maisha yao ya okovu. Kwa nini? Kwa sababu hautaki mpendwa Kuf, a, ku, ku, kujivika au kuvaa upya wa uzima ambao umeumbwa sawa sawa na mfano wa Mungu katika haki yote na utakatifu, au mmeshindwa kujivika Bwana Yesu Kristo, yaani mmeshindwa kumvaa Yesu Kristo, ili kwamba watu wakiwatazama waseme ninyi ni barua kweli, mnasomeka vizuri sana lakini, sasa hivi mahubirini, anawambia wewe bwana atenda unavyotaka fanya unavyotaka nini na nini, mpaka mnatenda madhambi yani wewe mnasema ukoka, lakini wewe ni yule yule wa zamani kule, aliyekuwa anaonekana huko nyuma, tunamuona kule kule <laughs> na watu mlivyo, watu waenda makanisani, wa, wa, warokole wa kizazi tulicho nacho, na ndio wana mpendo wa siku ya leo. Na, kuambi, na kuambia wewe ujichunguze, mpendwa, kama ujahona kweli, hauishi maisha ya namna hii, hauoni upya wa uzima, yaani una struggle sana, unapambana, unateseka, unaona wewe ya unarudia kule nyuma maisha yako kuna tena, ni kwa sababu hujamkabidhi Yesu maisha yako ukapata upya wa uzima, upya wa uzima mpendwa, ambao haleluya, umeumbwa sawasawa na mfano wa Mungu katika haki yote na utakatifu, na utakatifu. Maana amesema yeyote aliye ndani ya Yesu Kristo mpendwa, anasema anafanyika kuwa kiumbe kipya, anasema ya kale yamepita, mambo yote yamefanyika kuwa mapya. Sasa we, kwa nini tunakuona unaishi ilivyokunaishi miaka iliyopita mpendwa? Ni kwa kuwa mmeshindwa wengi we, kubadilika. Mpendo wa ujumbe huu umekufikia ili kwamba ubadilike na ukae ndani ya Yesu Kristo. Ninaishia hapa katika siku ya leo. Tuendelee kuwa pamoja kuyapokea maneno ya Mungu. Mpendwa abarikiwe, katika jina la Yesu Kristo, amina.